Kama alivyosema mkurugenzi mkuu Nemki, na kwa wale ambao mmebahatika kuisoma dira ya taifa, mazingira ni pila namba tatu, kwa sababu tu tunaamini na huo ndio ukweli kwamba dunia hii tukiendelea hivi, tusipokuwa makini itafika mwisho ghafla tu, kwa maana ya kwamba watoto wetu na vizazi vyetu hawataikuta, yani itakuwa imepotea, kwa trendi za kimazingira zinavyokwenda. So we have to do something. Kwa hiyo awareness hiyo ikatupelekea tukaanza kuwa na kudevelop various policies from international levels zikateremka kwenye national levels za nchi mbalimbali, kwambani jamani, huko tunakokwenda hii itakwenda kuanguka hii dunia kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi ya jinsi yalivyo, ni lazima tu combat situation in a way, ulimwengu uendelee kuwa endelevu, uendelee kuwa sustainable, vizazi na vizazi na vizazi na vizazi. Kwa hiyo sera hizo za kimataifa zipo, zimepelekea kwenda kutengenezwa sheria mbalimbali, zimepelekea national jurisdiction kuja kutengeneza sheria za ndani na kuanzisha mataasisi kama hii NEMC, ili tuendelee kuwepo na nimefurahi kwamba anazungumza ile picha kwenye dira kwamba yanaanza mazingira mazuri halafu watu mpaka unapokuja hizo economic variables zingine kwa hiyo maana yake ni kwamba mazingira lazima yaendelee kuwa mazuri yanayoweza kutunza afya zetu vizuri na tukaendelea kuwepo vizazi na vizazi. Sasa tukasema lazima tuwe na specific clusters kwa wanasheria wetu, baadhi wakabobee. Sasa unafanyaje? Na bahati nzuri katika one of our strategic agenda ni collaboration with our partners ili tuweze kuelewa e, wenzetu wanafanya nini na, na sisi sasa weledi wetu kama wanasheria tuweze ku, ku fit vizuri. Kwa hiyo mkurugenzi mkuu nemki hao wamekuja kama utekelezaji wa maazimio yetu ya ndani kama cluster maalum, waje kupata uelewa zaidi wa masuala ya mazingira kwa hiyo waandishi wa sheria wamo humu, watu wa ushauri, idara ya ushauri wamo, watu wa mikataba wamo. Sasa inakuja swala la sheria, inatakiwa kubadilishwa, inatakiwa kufanywa vipi kwenye masuala ya kimazingira, basi wale cluster husika they will be very rich to contribute, yani ile back and forth inapungua kwenda kwa, kwa DLS kalungula na kurudi zinapungua hizo, kwa sababu hao tayari wameshakuwa na uelewa. Kwa hiyo ni jambo la faraja sana kwangu mimi kuona ushirikiano kati ya NEMC na ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali unaimarika na mafunzo ya namna hii yanadumishwa katika kuwajengea uwezo wa mawakili wa serikali katika ajenda hii muhimu kwa taifa letu na ulimwengu kwa ujumla. Mazingira is a national agenda, top. Yaani ukizitaja agenda tano za taifa, top agenda lazima itakuwemo. Nenda kwenye mkutano wote wa kimataifa. Ukienda kwenye mkutano wote wa kimataifa lazima wazungumze mazingira. Si tunataka sustainability ya ulimwengu, sio? They can never be sustainability ya ulimwengu kama mtasahau mazingira mtaanza kujikuta tu mnapumuapumua pumua, hewa gani hujui. Mnaanza kufa mmoja baada ya mwingine. Na mambo mengine yana, ambayo yana, a, a, mazingira tusipokuwa makini kwa kweli atatuua. Sisi tunataka tuwe na uelewa wa kina. Kwa hiyo mafunzo haya yatasaidia <coughs> mawakili wa serikali kuanza kuelewa vizuri sheria na taratibu zinazohusu usimamizi wa mazingira kuzielewa vizuri lakini na kuyafahamu vizuri majukumu ya NEMKI. Hivi NEMKI jamani ni nini? Inafanya vitu gani? umuhimu wake ni nini? Watatoka hapa wakiwa wame, walikuwa wanafahamu, lakini watafahamu vizuri zaidi. Lengo na madhumuni ya sisi kukutana hapa ni kupeana uelewa, mafunzo ya ujumla ya usimamizi wa mazingira nchini kwa kupitia sheria mama ya mazingira pamoja na kanuni husika ambazo zinatuwezesha sisi kama baraza kusimamia vema nafasi hii ya kuhakikisha kwamba mazingira yetu ni safi na salama kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja, kaya na taifa kwa ujumla.